Jina langu ni Elizabeth Mdundo, ni mjasiriamali ambaye nina chakata bidhaa mbalimbali za chakula ambazo ni lishe, lakini pia nina chakata asali a, lakini pia nina chakata lozera, na kama unavyoona hapa mezani kuna viambata mbalimbali ambavyo ninavitumia kutengeneza unga wa lishe. Aa, na nimesomea SIDO haya mafunzo ambayo ninatumia kuchakata, kwa hiyo yamenisaidia sana, manake ninachakata na ninauza na ninapata pesa. Na kama ambavyo nimehudhuria kwenye maonyesho haya, nimepata faida mbalimbali. Faida mojawapo ni kujuana na watu, kwa sababu haya ni maonyesho ya East Africa, kwa hiyo kuna Waganda, kuna Wakenya, wa Tanzania ambao wengi nilikuwa siwajui, lakini kwa kupitia kuhudhuria maonyesho haya nimeweza kupata uh, namba za simu za watu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali. Kwa hiyo ninafurahi na ninaona ni vizuri kuhudhuria maonyesho kama haya. Uh, kwa kuuza nimeuza na mshukuru Mungu nimeuza kwa kiwango fulani hivi lakini pia nimepata mawasiliano ya watu mbalimbali, nimepata oda za asali ambazo ninauza uh, watu wengi wamenipa oda, na kwa hiyo nita naamini naweza kufanya biashara vizuri kupitia kuhudhuria uh, maonyesho haya, na kama unavyoona bidhaa zangu zinatoka kwa jina la Mdundo we produce ambalo ni jina langu mimi mwenyewe na mimi ndio mkurugenzi mtendaji wa hii kampuni. Shukuru pia kwa kuhudhuria maonyesho haya. A, tumetembelewa pia na mkuu wa mkoa wa Mwanza na amepita kwenye meza yangu na amefurahishwa na machungwa haya ambayo mimi mwenyewe ninatengeneza badi. Kwa hiyo ametoa oda ya miche mia nimtengenezee. Nashukuru sana Nisingeweza kukutana na mkuu wa mkoa kama nisingeweza kuhudhuria katika maonyesho haya. Kwa hiyo naishukuru sana serikali kwamba inatujali sisi wanawake, mpaka nimepewa oda na mkuu wa mkoa na nitaweza kuitekeleza. Ushauri wangu ni kwa Watanzania wote wapende kuhudhuria maonyesho, na hasa sisi wanawake tunafurahi kwa sababu inatujengea uwezo wa kujiamini nikutana na watu mbalimbali mbali, warika zote kujieleza na inanijengea confidence, nimejiamini sana kupitia maonyesho haya. Japo mimi ni mara ya kwanza kuhudhuria, lakini kwa kweli yamenijengea kujiamini sana sana sana. Na kwenye hii eh, lishe nayo chakata, pia napokea oda mbalimbali. Kwa mfano, kuna mtu anaweza akasema mimi watoto wangu labda wakila soya wanazurika ninapokea oda, kwa hiyo tunachakata kwa kutumia viambata vingine, lakini anapata lishe kwa kiwango kile kile ambacho kitaleta mabadiliko katika afya ya mtoto wake. Na kwa serikali, ninashukuru serikali yangu kwa sababu imetuwezesha sisi wanawake kwenda kusoma SIDO, na pia tumeweza kufanya ujasiriamali kama mnavyoona hapa kuna watu mbalimbali walioshiriki kwenye maonyesho haya. Kwa hiyo nimefurahi, serikali imetusaidia kupitia TCCIA nimefurahi, na pia nimekuwa mwanachama wa TCCIA kwa hiyo ninafurahi na ninajua nitaendelea kunufaika kupitia uwanachama huu. Namba yangu ya simu ni ziro saba sita tatu arobaini na tisa hamsini sabini na saba. Ninapatikana Kisesa jijini Mwanza, lakini hii asali inatoka mkoa wa Rukwa.